na tuliongea mambo kama matatu. Tulitoa utangulizi, tukasema maana ya baraka, na nikakwambia baraka ziko za aina mbili: kuna baraka za rohoni na baraka za mwilini. Lakini tukatoka hapo, tukaenda zile kanuni zenyewe za kubarikiwa. Tukaanza na kanuni namba moja ya e, kwamba ili Mungu aweze kukubariki, lazima umtangulize awe namba moja. Haleluya! Hebu mwambie jirani yako mtangulize Mungu ili ubarikiwe. Mwambie mfanye Mungu namba moja, mfanye Mungu namba moja ili uweze kubarikiwa haleluya. Ah, tukadiskasi jambo la pili, tukasema baada ya kumtanguliza Mungu kuna jambo la pili la kufanya. Hebu mwambie jirani yako baada ya kumtanguliza Mungu kuna jambo la pili la kufanya, lazima ufanye kazi kwa bidii. Hebu mkazie macho, mwambie lazima ufanye kazi kwa bidii mwambie Yo, Bwana Yesu asifiwe sana, yeah. Nikakumbana na maandiko mengi, tusirudii maandiko kwa sababu kuna wengine waliandika, lakini tukaongea jambo la tatu, tukasema baada ya kufanya kazi kwa bidii unapata sadaka na katika ile pesa unayopata kuna fungu la kumi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana kwa kanuni namba tatu, baada ya kufanya kazi kwa bidii lazima umtolee Mungu zaka, fungu la kumi. Hebu sema fungu la kumi. Hey, kanuni lakini, yeah. Yeah. Yeah, ni kanuni namba tatu lakini, tukaenda namba nne tukasema jifunze kuweka akiba. Hebu mwambie jirani yako jifunze kuweka akiba. Haleluya! Yani, kuna mtu hapa sio mlevi eh, sio kwa wanaume, sio mtu wa wanawake. Mimi mama yangu kabla hajafariki alinifundisha vitu viwili, kanaambia ukiweza kuepuka vitu viwili utakuwa tajiri. Kanaambia ukiweza kuepuka wanawake na pombe, ni yeah, manake mwanamke ambaye sio mke wako anachotaka kula ni pesa zako tu, hana muda tena. Wala ambao sio mke wako hatazila pesa zako zaidi kuliko yule ambaye ni mke wako, sababu anajua hana malengo na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pombe sasa, kuna mtu mwingine hapa, sio mlevi eh, sio mtu wa hali mwana wake, lakini anafanya kazi kwa bidii, lakini atoboa, shida ni nini? Aweka kitu. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Nikakupa na maandiko nikakwambia Yusufu alipopewa uh, kazi ya kuwa waziri mkuu wa Misri aliweka akiba. Biblia inasema kwamba akavunja magala akaweka akiba, ili miaka saba ya ile njaa itakapokuja kuwepo na chakula kwa ajili ya kufidia ile njaa. Sikiliza nikuambie, nikwambie, nikakwambia kwamba sio kila wakati utakuwa na afya uliyonayo. Kuna wakati utakuwa kwenye crisis Nikwambie, kaulize tajiri yote aliyofanikiwa, lazima aliweka akiba. Kwa hiyo tukaishia tukasema, lazima ujifunze kufanyaje, weke akiba. Mwambie jirani yako, tuweke akiba ili tufanikiwe. Okay, sasa leo naomba tuendelee na